wa familia moja ambao ni Solomon Mwambyale, miaka sitini na nane, na watoto wake wawili ambao ni Stephano Mwaisango, miaka thelathini na mbili, na Emmanuel Mwaisango mwenye umri wa miaka thelathini na sita, wote ni wakazi wa Busoka Masebe kwa tuhuma za mauaji ya Jenti Segelela mwenye umri wa miaka themanini na saba, ambaye alikuwa ni shemeji yake na mtuhumiwa huyu Solomon Mwambyale tukio hilo lilitokea Februari saba mwaka huu katika kitongoji cha Busoka kilichoko katika kijiji cha Rusungo kata ya Mwakwale, ambapo inadaiwa mtuhumiwa kwa kushirikiana na watoto wake hawa wawili ambao nimekwisha wataja, walimuua Jenti Segelela kwa kumkata na kitu chenye ncha kali sehemu ya shingoni na kisha wakawa wakule. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya kupitia kitengo chake